Fika nyumbani sasa Arusha kutokea Dar es Salaam, tulifurahi mno yamani, tucheze, yaani ni ya uhakika kabisa, haina longolongo. PM beti ni yenyewe ni www.pmbet.co.tz. Mzee wa Bakola, May day, Kisheti. Ah, baba we noma. <coughs> Bana nimepata taarifa yako juzi. Yaani nikasema huyu mtu lazima nimuone nimpe maua yake. Baba we noma. <coughs> Kuna mizigo yako uliacha kule chumbani. Mabutu akataka kutoa, nikamwambia Mabutu acha. Hiyo mpaka nimuone mwenyewe mzee wa Bakola. <coughs> Baba kukubali. <coughs> Nakukubali. Chumba kile kile leo. Hem, subiri kwanza. Eh? Chumba gani unachokimaanisha? hapa. Ah! Si machinjioni mzee wa Bakola mara ya kwanza. Lakini cha ajabu toka nimekuja, baada ya kumwangalia huyu mtu, ndo yule ambaye tunamjua, au sio? Lakini cha ajabu nakuja hapa unaanza Naenda wapi? Kwamba huna mtoto, huna mke na uko tayari kunioa hata kubadilisha dini. Alafu kumbe, yani na mimi. Mimi mara ya kwanza nafika. Sijawahi kuja hapa. Sawa, inawezekana amenifananisha na mtu. Unajua, hawa ni kama madaktari wanatushauri sisi tule mboga za majani, alafu wao kwao wanapanda maua eh. jaribu kunielewa mi mpaka nimeamua kuchukua wewe eh? nimeona wanawake wangapi kwe eh? afu emu mwenyewe pia fikiria nimetumia muda gani mimi kukufuatilia wewe Mjabi sikiliza. Unajua mimi na wewe hatuendani kabisa. Yaani hatuendani kabisa. Mimi na mtu mzinifa sitaki kusikia chochote kutoka kwako. Yaani leo ndio mwisho wa mahusiano yetu. Futa namba zangu na usinitafute tena. Yaani usinitafute tena nakua na kwa namna yoyote usinitafute. Sitaki mahusiano na wewe. Hatuendani kabisa. Ah, hapo unakosea. Unajua siku zote wembe unavozidi kuwa mkali ndivyo unavoongeza idadi ya vidonda. Eh? Hebu niangalie mimi, muonekano wangu. Mimi ni mtu wa dini. Lakini mpaka nimeamua kuachana na dini yangu na kuja kukufata wewe, ina maana nilishafikiria eh? hebu uone kuna uzito kiasi gani hapo eh? naachana na dini yangu afu nakufata wewe afu eh? bado leo unakuja tu kwa vimaneno vidogo kama hivi uje, uje, uje, tupoteze urafiki wetu, tupoteze mapenzi yetu. Wewe unaona hicho kitu ni cha kawaida eh? nisikilize basi. Sawa, mimi najiheshimu Ah, vijana, inawezekana hapa wanaingia watu wengi, labda wamenifananisha na mtu ndo maana anaweza kuongea maneno kama hayo, lakini binafsi yangu mimi siwezi kufanya vitu kama hivyo. Mimi najiheshimu, eh? Mpaka naamua kuwa na wewe, inamaana nataka kuwa na familia, nataka niwe na watoto, eh? Nijulikane kabisa huyu huyu ni baba wa familia, eh? Hebu, hebu, tuingie, tuingie ndani, turekebishe maswala madogo sana, hivyo ni vitu vidogo, eh? Alafu isitoshe mimi, mimi naitwa Mdeme, mimi siitwi Bakora. Mimi na Bakora wapi na wapi? Hayo ni mambo ya kiuni. Wewe unavoniona mimi naweza nikafanana na vitu kama hivyo. Eh? Mama, hembeende ndani baba. Ah, Bakola, Bakola, Bakola. Mizua. Oh oh, oh. Oh. Oh. Ah, sasa. Kumbwe mshenzi hivo. Stupid. Ah ah. Kwa hiyo mwanangu, wewe kusoma ujui, hata picha pia uone eh? Yaani mimi nimepata shida, nimelitafuta goma muda mrefu sana. Hii tayari limenisumbua vya kutosha. Leo nakuja afu unaletea mambo ambayo hataeleweki, afu ubaya wenyewe nakuoneshea kabisa ishara. Baba tulia, nina kitu. Eh? Lakini unashindwa hata kujiongeza, rafiki yangu. Ah, ndugu yangu mzee wa bakola. Yule dada alikuja toka asubuhi na nilipomuuliza, alisema na mtu wake kusikufahamu kama ni wewe. Wewe umeliona zigo lenyewe lile? Mimi ningeweza kutembea nalo vipi? Na kama unavyonijua mimi bala langu uko mtaani wote unanijua, midfield kisheti, mzee wa bako. Nimepiga counter attack, nimejitangulizia goma mbele, mimi nimekuja nyuma ili nijifanyaje? Nijipigie pasi zangu. Eh? Ah, samahani ndugu yangu mzee wa bako. Unajua umenichanganya. Unajua mimi nishazuiaga mambo yako ya usiku. Sasa nilivyokuona hii asubuhi nika nikakumbuka kuna vitu vyako vile, na unaisi umevifata hii asubuhi. Nifate vitu vyangu wapi? Yani hapo tayari viazi vya chipsi umeshavichemsha, yani umefeli. Sikiliza nikwambie, ndugu yangu, mi kama mzee wa bakora, midfield kisheti, au sio? Bwana siwezi, yani siko, haiwezi kupita hivi hivi. Fanya unachojua wewe, hakikisha mpaka najipigia nini, ni pasi yangu. Ah, wewe unatupa mtihani, mzee wa bakora. Sasa unafikiri tutafanyaje wakati jambo lenyewe lishaharibika? Hiyo mtihani wa nini, babu? Tena nakwambia hivi, mimi hicho chumba leo hata kukilipia sikilipi. Yaani nafidia ile kosa ambalo umelifanya. Yaani ninavyokuambia hapa mzee kipala elewi, kawaka kwa vumbi. Unamjua potisha. Ah. Yuko <Hotel> goma moja. Anaitwa Fatuma Panado huyo. Ila ni mbovu. Wewe, mimi hiyo haijalishi. Awe Panado, awe Pilitoni, ili mradi tu awe anapumua. Wewe niletee hapa mimi nijipigie mipasi yangu. Ah. <gumia> Sawa. Mabutu. Eh. Hey! Njoo. Nani Mabutu? Huyu ndo mpumbavu kabisa mshenzi mmoja yaani, ngoma ilikuwa tayari ni kisherehekea kibla eh? yaani bado kuchinja tu, yaani sasa sana mpira umekwa penalti, afu mtu kaja akaubutua. Wewe unataka kuniambia nini bwana? Ndio basi. Mpige Fatuma Panado. Shule inayofunza mema na mabaya Dunia. Wajuaje ah. na wapumbavu wa Mungu. Dunia ah. Eh, Panado. Eh, njoo hapo ofisini, mama moja nikisema nikupe hiki kichwa uwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani, msione na leo. Kuambia uchukue simu yangu chumbani. Hii simu ilikuwa naita. Nikaona napiga sana kilele, ngoja tu ni nisikilize ni, ni kwanza kuna nini ndio nikakaa nayo mpaka saa hizi hapa. Lakini tuachane na hivi vitu mke wangu. Unajua tangu jana humu ndani hakuna amani kabisa. Umejifungia mule ndani peke yako bila kusema chochote. Unalia. Hautaki kuzungumza na mimi. Nishirikishe basi kuna nini kinaendelea? Em, nipe simu yangu niende. Naomba simu yangu wangu tutaishije hivi? Ukiwa unanuna ukiwa na jambo hausemi, ukiwa na jambo unataka ufanye kuonyesha kisilani, na mimi ndo mmewako mu ndani, tutaishije kwa staili hii sasa? Hey, maninya, sitaki kuongea na wewe sitaki kuzungumza chochote na wewe, naomba simu yangu niende, sitaki kugombana na wewe, naomba simu yangu un... Simi na kupa, lakini niambie kuna nini. Unanipa simu nipi. I will call you then. Naam baba, kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule <laughs> mama bwana sasa nashindwaje kuongea kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili? Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza, ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri na ndio maana huo ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ, champ, champ. Mimi nitakupa lakini nataka uniambie kwanza, kuna kitu gani kinachoendelea umundani pako? Unanificha kwa sababu hakuna amani na hatuwezi kuishi hivi, au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea? Mana nimekosa hoja kujitetea, inaniku shoga yangu, yaliyopita yamepita, tuganga yajayo. Mimi nimekuja hapa kukuomba msamaha, tusameane. hmm? sisi tushakuwa watu wazima sasa hivi <laughs> Sikiliza Bifeti, nikwambie wewe ni, ni snitch. mimi na wewe hatugombani kwa sababu ya mwanamume, hapana mimi nawe tumefanya mambo mangapi, tumefanya mambo makubwa, mambo ya maendeleo eh? Sasa kama umeshaanza kunisnich mapema, hata kwenye biashara zetu utanisnich. Ndio maana mimi nimeamua kukukataa, ka kaa mbali kabisa Bifeti na maisha yangu. Wewe sio mtu. Tuachane na hayo mambo. Nasikia sasa hivi, shoga yangu, mambo yako yamekuwa safi. Ongela shoga yangu, mambo makubwa Yaani, umeongea jambo la msingi. Sasa hivi mimi napiga hela, yaani biashara yangu ni kubwa, sio ile biashara ambayo ulikuwa unafikiria ya nyuma, hapana. Sasa hivi nimekuwa madam soji mpya, sina ile mambo ya kukuta biashara. Maana ukotako na ukotako, hapana. Na sasa hivi mimi namiliki bonge la jumba. We kwani nafikiri jumba lile liko mbali, liko hapo nyuma tu. Namiliki vijana kama wote Usiniambie, jana nimetoka kushusha mzigo mpya. <laughs> Subiri kwanza uone kisu, nakutia kisu. ni feti. Halo, Toni wetu yupo? alikuja jana, mwambie aje bacha. Subiri sasa uone kisu kinachoingia hapo, tuone Simama hapo tu, umekiona kisu nilichokuletea? Sasa nyumbani kwangu ni mewajaza hivi nimete kwa nimete kwa, wewe bifeti, naongea na wewe, wewe bifeti ah. Nanikata unaona chombo hiko, lazima uchanganyikiwe. Yaani nimekwenda mbali Ton, hebu njoka apa, Toni, mambo safi. Sasa mimi wewe na kujua wewe ni king'ang'anizi, kwa hiyo hapa unanipa changu, mambo mengine yanaendelea. Mimi ndo madam Suji. Sasa shoga yangu, hivi kitu kama hicho naachaji kutoa hela Nshida mimi nachotaka hela tu hapa. Mimi niko kikazi, bwana. Tuone hebu, ni chuma mimi. Mimi mimi nimetekwa <laughs> na mapenzi, nimetekwa kutoka Yombo Vituka, Dar es Salaam ni mshindi mwingine tena katika promotheni ya Super Royal Sports ya PMBet. Unajisikiaje kwanza, gari yako kufika hapa mtaani kwako? Sikutarajia haya hata siku napigiwa simu, nilidhani ni maigizo tu. Sasa kwa sababu na wao wameona, na wakaribisha PMBet, hatimaye ubashiri wake umempa gari hii, aina ya Toyota IST inayopatikana kwenye promotion ya Super Royal Sports. Sasa wiki tano zijazo, huenda kaani wewe shiriki kupitia pmbet.co.tz, gari ijayo huenda ikawania kwako. Sindi, sindi, unataka kuniua eh? Pole, naongea na wewe Sindi, wewe mlemavu wa mikono. Eh? Amna, nisamee, mi sikufanya makusudi, mdudu tu alinidandia hapa sasa kwenye kumputa, ndo nimeshindwa kucontrol. Nani mdudu? Sufuria nimeshindwa yeah, nimeshindwa. Unamtuma, unamtuma na chanzo hapa sasa, kweli wewe una mikono uweze kushika sufuria vizuri. Eh, samani. Kama umeumia sana basi nikutafutia asari, hebu nione. Hebu yote mwanangu nitakupiga kilabu sindi. Hapana, mimi nilijua kabisa kwamba meni yani, yani, sindi ya maisha ambayo tunaishi humu ndani hatuwezi kwenda. Naona kabisa kwamba mimi na wewe yani tazindani sindi. Amani hey, babangu, basi nisamee. Mimi sikutarajia kukuunguza. Na mimi sio kwamba sina akili. Kwani mimi nitakumwagia tu chai, mbona mimi mwenyewe nimeungua na nimeshindwa kujijali na kujali wewe kwanza. Eh? Nisamee babangu basi. Samani yako, samani yako wewe, mimi nanisaidia nini hapa? Na mimi nimeshaungua. Eh? Na ndio maana siku nilikwambia kabisa kwamba basi inabidi wewe utoke wende ukakae sehemu nyingine. Kwa sababu naona kabisa tunapishana kila siku sindi. Angalia sasa wanifanya nini mimi? Uinnkuza mikuu yangu. Aya, unataka nini Amani? unasemaje hivi? Ayo maneno yote ametoka wapi? hivi ni, ni loo mwaga au kuna lingine? unanitafutia tu sababu. Alafu kwa nini kikitokea kitu kidogo, Amani unakimbilia kuondoka, unakimbilia kuwachana, unanipa maneno makali? kwani na shida gani mwana abani? kama una kitu kipo ndani yako unashindwa tu kuniambia, kama vile unanionea aibu. Kama unataka kusema, sema Sio kitu kidogo, Amani unafoka, unanikoromea, unanipigia makelele hivi eh? Unajua mi binadamu, mbona nimesha kuomba samahani? Ayo maneno yote anatoka wapi Amani, eh? Mbona kama unaninyanyasa hivi, ni sababu kuwepo humu ndani kwako au shida ni nini Amani? hiyo ni roho mbaya. oh, oh.

I will call you then. Naam baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe, wakati mimi nija kupeleka shule? <laughs> Mama bwana, sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili, wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri, na ndio maana huwa ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima, ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ champ champ!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 kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya. Dunia, dunia, wajuaji na wapumbavu wa moo